Hello guys mwamuke, mwamuke, kumekuja, kumekuja guys, Msaudi live updates msijali, leo about mavazi, nilikuwa nimelala, so nimeona kuliko kujikangisha kwa kitanda na hakuna usingizi, nimeona niamke. So guys, nitaongea kuhusu ya amnesty. Kuna wale wanatoa porojo, wanasema kuna makemboi waliibia Mwarabu So huyo mwarabu amepeleka kesi mbele, ndio sasa serikali imeweka amnesty ya miezi sita, wale makemboi waliiba pesa wajisalimishe. Kwa kweli ni uongo guys. Amnesty huku Saudi tumezoea inatolewanga every 5 years, but huyu king mwenye ameshikilia uongozi, si ndio ameextend mpaka imeenda 8 years. So guys, amnesty hii ni msamaha kinga anapeana kwa watu wale wako Saudi illegally. So wakati huu unaweza tafuta sponsorship na ukatengeneza your documents alafu kaka Saudi na uhuru. So guys, wale wanafaidika sana na hii amnesty ni wale jibuksi wale jenzis yeah. Kwa sababu gani? Kwa sababu jenzi saa hizi akiwa na tiketi anaweza amua akaenda Kenya akapumzika, baadaye akaenda tena kwa agent office akatafuta visa ingine akakuja Saudi kazi, but wale watu tumekula chumvi kama lavu limamu hapa guys, kabla uende, fikiria mara mbili. Kitu cha kwanza Kenya, Kenya yetu yenyewe, ukishapitisha miaka 40 auwezi ukapewa new visa kukuja Saudi kazi ya nyumba anilesi. Sasa guys, kama unataka kuenda nawe uko over 40, tafuta Mwarabu akupee visa uteremuke nayo, ama ukifika akutumie visa direct, iko na jina lako. Sasa we kazi ni kupeleka tu kwa agent, wanakupelekea kwa embassy. So guys, hivyo ndio kunaenda. Au njia ingine guys, kama ulitoroka ujakaa sana, wewe uko na advantage. Hata kama wewe umekula chumvi uko na advantage kwa sababu gani? Juu unaweza transfer ukiwa tu huku, ulipia hizo gharama, miaka zenye umekaa kama uja renew. So kama ni miaka tatu mbili moja, gharama sio nyingi Watu wale watu tumekaa guys karibu miaka saba nane, huko ukipiga hesabu gharama inakuwa ni mingi, inaelekea karibu elfu mia tatu huko. Alafu tena ule mwenye ana kusiponza unakuta kila mwaka guys, lazima unamlipa, usipomlipa anakimbia, anakuwekea kesi so unakuta sasa hata tena amekublok, umerudi, umekuwa tena mkimbizi. So, guys, kama hujajipanga vizuri endelea tu kuchapa kazi, kama ue mwekula chumvi ya ili ukienda Kenya unashuka kama wallet simejaja. So guys, Saudi life updates, subscribe and hit the notification bell. Na pia kama uko na comment ama maoni yoyote unaweza rusha hapo kwa comment. Guys, thank you